Sisi CHAKAMWATA sio memba wa TUKTA. Ziko sababu za msingi sana kwa nini hatujawa na hatutegemei kuwa memba wa TUKTA. Tanzania ina vyama thelathini na tatu vya wafanyakazi vya vyama kumi na tatu tu ndio vinaunda TUKTA, na juzi wametutangazia kwamba kuna vyama vingine vitatu vimeongezeka. Wana vyama kumi na sita sasa. Vyama vingine kumi na saba viko nje ya TUKTA, ikiwa ni pamoja na sisi CHAKAMWATA tunawashukuru kwa kutukaribisha, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii kwenye sherehe za Mei Mosi. Mara zote hizi sherehe zimetekwa na TUKTA na serikali inajua jambo hili, kwa sababu malalamiko yetu yamekuwa mengi na huwa hatuendi, kwa sababu tukienda huwa tunafanyiwa vitendo vya kinyama mbele ya serikali. Mwaka elfu moja elfu mbili na kumi na nane mkoani Pwani, sherehe zilifanyika kwenye uh, wilaya ya Kisarawe, kitaifa zilifanyika Iringa. Chakamwata tuliposhiriki mahali pale tulipigwa na CWT mbele ya mkuu wa wilaya ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi, mbele ya jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi vya wilaya vilikuwepo. Tulipolalamika kwa nyaraka na kwa namna zote zile, hatukupewa ushirikiano. Polisi wanasema mwende mkazungumze vizuri wenyewe mkakubaliane na hivi na hivi na hivi na hivi na vile. Kwa hivyo huwa hatuendi, kwa sababu hivi vyama vimekuwa ni vibabe, vimekuwa kama serikali fulani ndani ya serikali nyingine. Hii ni mara ya kwanza wametupa mwaliko na tumekwenda. Hatuwezi kuzungumzia mapungufu, lakini tunapenda tu tupongeze kwamba ni hatua nzuri kuelekea mahali ambapo pengine hatukuweza hatukuwahi kuwa kabla, lakini tumesikitishwa na hotuba, sehemu ya hotuba ya tukta kwa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamwomba Mheshimiwa Rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi, na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama vya wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Tunaamini hotuba ile ama risala ile ilipita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ilikaguliwa kabla ya kwenda kusomwa kwa Mheshimiwa Rais mawaziri tunaamini walikuwa nayo kabla haujaruhusu kwenda kusoma kwa Mheshimiwa Rais. Hatutaki kusema walikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe ili Mheshimiwa Rais aweze kuvunja katiba ya nchi, kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe. Uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzii kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ni binadamu, angekosa tu hekima akajibu akasema hebu lishughulikieni hilo, tayari ilikuwa ni tafrani kubwa kwenye nchi hii. Tungelaumu kwamba rais amevunja katiba, lakini amesababishwa na watu. Tumeona tusinyamaze kimya, tutoke hadharani kuwaambia tukta na members wake walichokifanya cha kutaka kumpotosha mheshimiwa rais atoe maelekezo ya kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi ambayo ameapa kuilinda hakiwezi kuvumiliwa tena. Lakini vyombo vyote vilivyoshiriki kukagua ile ile ile risala ya tukta vikaruhusu bado iende, ili kaweke mazingira ya kumpotosha mheshimiwa rais, naomba vijiulize vizuri sana kama vinatekeleza wajibu wake barabara ama vitekeleze wajibu wake barabara. Na tunafahamu kabisa hakuna mshawishi mkubwa zaidi ya chama cha walimu Tanzania CWT, na leo nitaongea kwa mifano. Tuna mambo mengi tumeyaficha moyoni na akilini kwa miaka mingi. Kwa mara ya kwanza leo tutayatoa Tangu kusajiliwa kwa CHAKAMWATA na kabla kusajiliwa kwa CHAKAMWATA, chama cha Walimu kimefanya njama nyingi ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, ndani ya mamlaka za serikali, kuzuia chama cha CHAKAMWATA kisisajiliwe. Hapa nina taarifa yao, walishawahi kuunda kamati ya uchunguzi ya kuchunguza CHAKAMWATA, wakanunua watu ndani ya CHAKAMWATA, wakawa wanauzia CWT nyaraka, na hii kamati yao iliongozwa na mtu anaitwa Mpogole, JL Mpogole, waliandika hii hapa Humu kuna habari zangu za familia yangu za mke wangu za nani, wakachunguzwa lakini nashukuru Mungu. Aliandika taarifa za uongo wakazipeleka wanakozijua mwaka elfu mbili na kumi na saba. Hiyo yote ni kuchochea CHAKAMWATA kisisa, kifutwe. Hata baada ya kusajiliwa, baada ya taarifa hii tukapata nyaraka nyingine, hii hapa. Hii inatoka serikalini kwenye mamlaka za juu za serikali zinaziagiza mamlaka za chini chama cha kutetea haki na masuala ya walimu Tanzania Chakamwata na katibu mkuu wake Mwalimu Kapangwe wachunguzwe, na walipewa siku tisini. Nilichunguzwa nikiwa sijui kama nachunguzwa. Chakamwata kilichunguzwa kikiwa kijua kama kinachunguza. Lugha iliyoko humu kwenye huu hii barua ilitoka serikalini ndio lugha iliyoko kwenye hii karatasi ya SWT. Unaunganisha doti unapata ukweli. Kama hiyo haitoshi walikwenda wakashawishi TAMISEMI baada ya kuona CHAKAMWATA walimu wanakimbilia wanajisajili, wakaandika barua yao nyingine hii kwa TAMISEMI kuweka vikwazo viongozi wa CHAKAMWATA wasiwe wanakwenda kusajili wanachama kwenye maeneo ya kazi na TAMISEMI, kazi na na wakaifanyia wakatoa wakatoa majibu haya wakatoa maelekezo ambayo yanaibana CHAKAMWATA na waraka huu wakaupeleka kwenye mamlaka zingine za serikali mbali mbali, hii hapa. Huu ni ushahidi mchache kati ya ushahidi mwingi tulio nao, unaofanywa mawasiliano kati ya CWT na mamlaka za serikali kuhusu sisi Chakamwata. Sisi ni Watanzania, serikali hii ni ya kwetu wote, tuna haki sawa ndani ya nchi hii. Lakini kuna nepotism, kuna chama ambacho kinaweza kikasababisha kika, kika hata ma, maagizo ya serikali kuu yasitekelezwe. Tunajua kwenye uchochezi huu ama kwenye hiki kitu alichomchomekea Mheshimiwa Rais, hawa watu CWT, si lazima wana mkono wao, tunaamini hivyo. Na hii jamaa mara kwanza ni mara nyingi tu wamefanya hivyo, na katika hoja nyingine waliotumia, wanasema vyama vikiwa vingi mahali pa kazi ama kwenye sekta moja vinaweza vikaondoa amani na utulivu. Amani na utulivu is an outcome of justice. Hakuna chama kinaanzishwa kupambana chama kingine. Ni vyama vya siasa, lakini sio trade unions. Amani na utulivu ni tunda la haki. Haki ikiwepo, amani automatically na tamalaki. Haki ikiwepo, utulivu automatically una tamalaki. Kuna tabia ya watu wengi naona hata viongozi wakubwa wa, wa dini wakizungumza habari ya nchini, amani na utulivu, lakini they are not going to the root. Chanzo ni haki, ikitamalaki, hakuna sababu ya watu kuzurugana na tumekuwa na vyama vingi vya, vya wafanya kazi. Ni wapi ambapo ama ni lini palitokea tafrani kwamba haki imeondoka ama utulivu umeondoka? Ushahidi tulionao ni CWT. Wanatufanyia hayo walimu wa wengine na wanatazama tuna serikali, hatuwezi kuvumilia. Rais sio single person. Kama tunavyoona mama Samia ni taasisi. Mama Samia ndio kiongozi wa taasisi, ama rais ndio kiongozi wa taasisi. Ku attempt kupotosha Chombo ambacho ndio kimeshika roho ya nchi, kikiyumba kidogo nchi inaharibika, kikifanya kidogo nchi ina sheki, kutumbukiza vitu kama hivi. Hiki kitendo tunaomba tukta wasikirudie, na memba wao wasikirudie tena. Wao wanaenjoy uhuru wa nchi, walianzisha vyama kwa uhuru. Kwa nini wataki watu wengine waenjoy uhuru wa nchi? Wanataka kumiliki Tanzania kwa peke yao au, autanganyika Tanganyika kwa peke yao? Tumeona tutoke hadharani tuyazungumze haya. Kwa nini tunazungumza? Yako mengi tunayajua kuna waziri aliwahi kupita ofisi ya waziri mkuu akamhoji msajili wa vyama vya wafanyakazi ajieleze kwa nini alisajili chakamwata wakati kuna CWT leo simtaji waziri huyo nikija siku nyingine kama haya yanaendelea nitamtaja hadharani na yeye anajua akisikia ujumbe tarehe ishirini na sita mwezi wa tatu elfu mbili na kumi na tisa kuna tukio limefanyika chuo cha mipango Dodoma Waziri mkuu alikuwa ndio mgeni rasmi. Kuna kauli zimetolewa pale. Na ikaonekana kabisa waziri mkuu hapendi vyama vingine nje ya sila biruti. Baada hapo, tumepata matatizo mengi. Sasa haya majaribio yameanza kwa mawaziri, yamekuja kwa waziri mkuu, leo yanakwenda kwa mheshimiwa rais. Hatungependa yaendelee, na kipekee tumpe maua yake mama rais. Asante Mwenyezi Mungu ambaye alimpa hekima na busara ya kujibu lile kwamba kuna mikataba ya kimataifa lakini pia ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inaozaa sheria. Sheria ya ajira na mahusiano kazini haijasimama hewani, ina misingi kwenye katiba. Ibara 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inatupa uhuru huo. Hatuwezi kubadilisha sheria bila kwenda kubadilisha katiba, kama wanataka kupoka uhuru wa wafanyakazi kujiunga. Siku zote chama cha walimu kimekuwa kinatumia mamlaka za serikali na nizitaje hapa baadhi. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi kusuppress viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa TAKUKURU kusupresi viongozi wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao. Kimekuwa kikitumia baadhi ya maafisa wa usalama TIS kusupresi walimu wa, wa CHAKAMWATA wanapofanya kazi zao, na sasa hivi kimekwenda hatua moja mbele, kimeanza kutumia Chama cha Mapinduzi. Tutoe shukurani zetu za dhati sana kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na mikoa, ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano kutuambia nini kimekwenda kule na kule kwenye Chama cha Mapinduzi. Wanaochelewa ni watu wa usalama, ndio wanapeleka taarifa. Tulikuwa Singida one day before Mei Mosi, tumefanya taratibu zetu za kutafuta habari, na sisi tumejifunza kutafuta habari. Kama watu wanatafutaza kwe, kwetu, na sisi tunatafuta kwao. Tumepata ushahidi wa kwamba wanatumia vyombo vya dola kusuppress wenzao wasijiunge kwenye Chakamwata na hawa watu wa, wa vyombo vya usalama wa wasio waaminifu ndio wanakwenda kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kama amekuja afisa kutoka kwa chombo cha usalama anaamini kwamba basi ni niza kweli, kumbe amelishwa. Tunawashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mikoa na wilaya wanaotupa ushirikiano, na sisi tunawaambia bayana kila kitu cha ukweli. Wengine hawajui nini kilijiri Singida kuelekea siku ya Mei Mosi. Chakamwata tulikuwa na wanachama wa pale Singida na nje ya Singida na wengine kutoka nyanda za juu kusini na wengine ukanda wa pwani na tumelipa posho. Hizi habari za kulipa kwa mujibu wa sheria ya mahusiano kazini ni confidential kati ya analipwa na mlipwaji. Naomba Chakamwata wanisamehe kwa sababu limetokea kwenye mazingira haya, hasina budi kuyasema. Tumetoa posho kwa wanachama wetu shilingi elfu themanini kwa siku tumetoa usafiri magari saba kukusanya wanachama wetu pale Singida kuwaleta kwenye, kwenye, kwenye tukio. CWT wamedanganywa wanachama wao, wamekaa vituoni hawakupelekewa magari, halafu hawakupewa posho hata shilingi. Walipodai wakaambiwa zote zimetumika. Sasa leo tunaambia wanajenga hoja kudai, wamepata wapi shilingi elfu themanini ya kumlipa mtu wao? Watoe maelezo kwa wanachama wao, michango ya wanachama wa CWT inatumikaje? Wasikunwe na mambo ya Chakamwata. Fedha za Chakamwata ni za wanachakamwata, wakizitumia ni za kwao, na tunakaguliwa, taarifa ya ukaguzi inapelekwa serikalini. Kama kuna pesa haieleweki kilitoka wapi tutaulizwa, kipato chenu kilikuwa ni hiki, mbona matumizi yenu ni haya na hamdaiwi, zimetoka wapi? Wanahoji sisi tunavotoa huduma zetu kwa wanachama wetu baada ya kuboresha kule. Mheshimiwa Rais amewashauri amewa, waboreshe huduma. Walimu sio mateka ni watu huru, ni wasomi, ni wataalam. Huwezi kumiliki akili yao, wakiamua kuondoka ondoka. Hakuna chama cha wafanyakazi ambacho kimepewa mamlaka katika nchi hii kumiliki mshahara wa mfanyakazi, wala hakuna chama cha wafanyakazi ambacho kinaweza kikafunga ndoa ya milele kama ndoa za Kikristo. Mi napenda ndoa za Kiislamu kwa sababu ziko huru, ukichoka unamwaga manyanga. Bebi leo, kesho enemy. Lakini Akikristo unaambia hata hata kama alikuwa mshirikina mchawi, unaambia mpaka kifo kutenganishe kifo hakuna chama cha wafanyakazi kinamiliki mshahara wa mfanyakazi kama ndoa ya Kikristo. Tunawashukuruni sana kwa sababu mmekuja. Tunaomba sauti hii ifike, kitendo cha kutaka kumpotosha Rais atoe tamko linalokiuka sheria na katiba ya nchi na mikataba ya kimataifa kisivumiliwe. Na mamlaka zilizohusika naomba ziwahoji hao watu waliotengeneza hiyo hiyo hotuba hiyo tisara. Ilipita kwenye vyombo vya usalama ikakaguliwa, ni nani walihusika? Kwa nini walipitisha vifungu chonganishi kama hivi? Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, pokea maua yako mama. Asante kwa hekima na busara ulitumia kujibu, umeweka nchi imetulia vizuri sana lakini ulichomekewa na wasiokupenda na wasiopenda hatima njema ya taifa hili.